Nini hutokea wakati taifa linapozama katika hofu, likikandamizwa na vita na kutawaliwa na adui mkatili? Wakati tumaini linapopotea na hakuna anayethubutu kupigana, je, jibu linaweza kutoka kwa shujaa asiyetarajiwa, i mwanamke? Kwa muda wa miaka ishirini Waisraeli walilia kwa uchungu chini ya mzigo wa mateso. Mfalme Yabini wa Kanaani aliwatawala kwa mkono wa chuma. Jemadari wake Sisera aliogopwa na kila mtu. Jeshi lake lilikuwa na magari ya vita ya chuma mia tisa na silaha hatari zaidi. Wakati huo hakuna aliyeweza kupambana naye. Waisraeli walijikuta wamekwama. Walikuwa wameacha kumtii Mungu na sasa walikuwa wakiteseka. Miji yao haikuwa salama, barabara zilikuwa tupu, hakuna aliyethubutu kupinga watesi wao. Wakaanza kumlilia Mungu awasaidie. Ndipo katikati ya giza, Mungu akamwinua kiongozi asiye wa kawaida, si askari, si mfalme, bali mwanamke. Jina lake alikuwa Debora. Alikuwa nabii mwanamke, hakimu na sauti ya hekima kwa watu wake. Alikaa chini ya mtende na watu walikuja kutoka pande zote kumsikiliza na kupata hukumu zake. Lakini Debora hakuwa mwenye hekima tu eu, eh, alikuwa na kitu ambacho Israeli walikihitaji sana, hii ujasiri. Na wakati wa vita ulipofika, alikuwa tayari kuwaongoza vitani, lakini ushindi usingekuja kwa urahisi, hii bila imani, bila utiifu na hakika, bila tukio la kushangaza ambalo lingetikisa historia. Waisraeli walikuwa na mtindo hatari, walirudia kosa lilelile mara kwa mara. Walimwacha Mungu wakaabudu miungu mingine, sanamu zilizotengenezwa kwa mawe na miti. Wakamsahau Bwana aliyewaokoa kutoka Misri. Kwa hiyo, matatizo yakaingia. Kwa sababu walimwacha Mungu, aliwaruhusu maadui wao kuwainukia. Wakati huu adui alikuwa Mfalme Yabini wa Kanaani. Alikuwa mkatili sana, alitawala kwa nguvu, akiwakandamiza Waisraeli chini ya miguu yake. Lakini hofu kuu ya ufalme wake ilikuwa jeshi lake likiongozwa na jemadari wake mkatili Sisera. Sisera aliogopwa na kila mtu. Jeshi lake lilikuwa na magari ya vita ya chuma mia tisa, mashine za vita zisizozuilika. Sauti ya magurudumu yao ikizunguka nchi ilitisha kila moyo. Hakuna silaha Israeli zilizokuwa na nguvu za kuwapinga Waamuzi mlango wa nne mstari wa tatu inasema e, kwa sababu alikuwa na magari ya vita ya chuma mia tisa na alikuwa amewaonea Waisraeli kwa ukatili kwa muda wa miaka ishirini wakamlilia Bwana awasaidie. Kwa miaka ishirini mfululizo Israeli waliteseka, hawakuweza kusafiri kwa usalama, barabara zilikaa tupu kwa hofu ya kuvamiwa. Wakulima walihangaika kuvuna mazao yao, wakijua askari wa Sisera wangeiba wakati wowote. Wanawake na watoto waliishi kwa hofu, baba na wana wao walijificha badala ya kupigana. Israeli hawakuwa na kiongozi, hawakuwa na jeshi, hawakuwa na tumaini. Ndipo wakamlilia Mungu, Ee Bwana, utuokoe, tumeasi, tumekuacha, lakini tafadhali usituache. Na katika maumivu yao Mungu akawasikia. Alimwandaa mkombozi, lakini wakati huu kiongozi wao hakuwa shujaa wa vita, bali mwanamke. Waisraeli hawakuwa na mfalme, hawakuwa na jeshi, lakini walikuwa na hakimu, kiongozi aliyechaguliwa na Mungu. Jina lake alikuwa Debora. Waamuzi mlango wa nne mistari wa nne hadi tano inasema hivi. Sasa Debora nabii mke wa Lapidothi alikuwa akitawala Israeli wakati huo. Alikuwa akikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheli katika nchi ya milima ya Efraimu. Nao Waisraeli walimwendea ili kupata hukumu. Debora hakuwa kama viongozi wengine katika historia ya Israeli. Katika wakati ambapo wanawake walikuwa hawana mamlaka yoyote, yeye alisimama kama nabii mwanamke aliyesikia sauti ya Mungu. Kila siku watu walimjia kutafuta hekima. Walikusanyika chini ya kivuli cha mtende wake, wakileta kesi, matatizo na hofu zao, naye alisikiliza, akatoa hukumu ya haki, akasema ukweli na haki. Lakini Debora hakuwa hakimu tu, alikuwa mwanamke wa imani isiyoyumba. Aliona mateso ya Israeli, aliona hofu yao, naye alijua ukweli. Eh, hivi sivyo ilivyopaswa kuwa. Akatangaza, E, Mungu hajatuacha, anatuita tuinuke, tupigane, tumtumainie tena. Siku moja Mungu akamwambia Debora kwa amri emtume baraka mwana wa Abinoamu. Debora akati akatuma ujumbe kwa Baraka, shujaa kutoka kabila la Naftali, akimuita aende kwake. Alipofika, Debora akamwangalia usoni na kusema: neno la Bwana Waamuzi mlango wa nne mistari wa sita hadi saba inasema uh. E, Bwana Mungu wa Israeli anakuamuru uh. Nenda ukachukue watu elfu kumi kutoka Naftali na Zabuloni, wapeleke mlimani Tabori, nami nitamvuta Sisera, jemadari wa jeshi la Yabini, pamoja na magari yake yote ya vita na jeshi lake na kuwaleta kwenye mto Kishoni, nami nitamtoa mikononi mwako. Sauti ya Debora ilikuwa imara hii haikuwa pendekezo, huu ulikuwa mpango wa Mungu. Aichukua e watu elfu kumi, akasema inenda mlimani Tabori, Bwana mwenyewe atamtoa Sisera mikononi mwako. Lakini e Baraka akasita akamtazama Debora kwa mashaka machoni. Alikuwa ameona magari ya chuma, alikuwa amesikia habari za nguvu ya Sisera. Baraka alimwambia Debora, kama utanisindikiza nitakwenda, lakini kama hutakwenda nami sitakwenda. Debora akamjibu kwa udhabiti, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini kwa sababu ya njia unayoichukua heshima ya ushindi haitakuwa yako. Bwana atamtia Sisera mikononi mwa mwanamke. Waamuzi mlango wa nne, mstari wa nane hadi tisa. Vita vilikuwa vinakaribia. Adui alikuwa na nguvu, lakini Debora alijua jambo moja: Bwana alikuwa amesema, na neno lake halishindwi kamwe. Baraka alisimama mbele ya Debora akiwa shujaa aliyeitwa vitani, lakini moyo wake ulijaa mashaka. Alikuwa amesikia amri ya Bwana: hikusanya watu elfu kumi, panda mlima Tabori na ukabiliane na Sisera na jeshi lake lenye nguvu. Alikuwa ameona magari ya chuma 900 ya Sisera, haraka na hatari. Hakuna jeshi lililowahi kuyashinda. Baraka alihitaji uthibitisho. Alitaka nguvu na kwake, nguvu hiyo haikuwa katika amri ya Mungu pekee bali pia katika uwepo wa Debora. Debora hakusita. Alikuwa ameona hofu kabla. Alikuwa amewahukumu wanaume waliotia shaka. Lakini alijua ukweli, ushindi haukuwa juu ya nguvu za kibinadamu, ulikuwa juu ya kumtumainia Bwana. Debora akamwambia Baraka, hakika nitakwenda pamoja nawe lakini, kwa sababu ya njia unayoichukua heshima ya ushindi haitakuwa yako. Bwana atamtia Sisera mikononi mwa mwanamke. Waamuzi mlango wa nne mstari wa tisa. Mwanamke? Je, hiyo ilimaanisha nini? Baraka hakuuliza. Maneno hayo yalining'inia hewani kama fumbo lisilosemwa. Nani angepata ushindi? Nani angemshinda Sisera? Debora alikuwa amesema. Mapenzi ya Bwana yalikuwa yamewekwa, vita vilikuwa karibu. Baraka akakusanya mashujaa wake elfu kumi kutoka makabila ya Naftali na Zabuloni. Pamoja na Debora wakapanda mlima Tabori, mahali ambapo hatima yao iliwangojea. Wakati ulikuwa umefika, mwito wa vita ulisikika katika vilima vya Israeli. Baraka sasa, akiwa na uhakika wa jukumu lake, alituma ujumbe kwa makabila ya Naftali na Zabuloni, akiwaita mashujaa kusimama dhidi ya ukandamizaji wa Sisera. Waamuzi mlango wa nne, mstari wa kumi. Watu elfu kumi walikusanyika chini ya amri yake. Debora pia alikwenda pamoja naye. Walikuwa na nguvu, lakini hawakuwa na magari ya vita wala silaha kubwa za kivita. Dhidi yao alisimama Sisera na jeshi lake lenye nguvu, lililofundishwa na kujiandaa kwa vita. Magari ya chuma yalimetameta chini ya jua, magurudumu yao yakiwa tayari kwa vita haraka na hatari. Hakuna jeshi lililowahi kuyashinda. Waamuzi mlango wa nne mstari wa tatu. Mashujaa wa Israeli walinongonezana kati yao, wengine walishikilia silaha zao kwa nguvu zaidi, wengine walitazama angani wakitafuta ishara lakini Debora hakusita. Alimgeukia Baraka na kusema kwa sauti isiyotetereka, Je, Bwana hakutangulia mbele yako? Waamuzi mlango wa nne mstari wa kumi na nne Vita havikuwa mikononi mwa wanadamu, vilikuwa mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Mashujaa walisimama wima zaidi, mioyo yao ikitulia kwa imani mpya. Walielekeza macho yao mlima Tabori, uwanja wa vita ambapo historia ingeandikwa. Ardhi ilitetemeka chini ya miguu yao walipokuwa wakisonga mbele. Adui alikuwa akisubiri, wakati wa ukombozi ulikuwa umefika. Majeshi yalikuwa yamekabiliana uso kwa uso. Upande mmoja, mashujaa wa Sisera wakiwa wamevaa silaha za chuma, magari yao mia tisa yakimetameta kama meno ya fedha chini ya jua. Upande mwingine, watu elfu kumi wa Baraka wakiwa na imani, lakini bila silaha nyingi. Sisera alitabasamu kwa dharau. Hii ingekuwa rahisi. Magari yake yalikuwa haraka, askari wake walikuwa wamezoea vita. Hakuna jeshi lililowahi kuyashinda na kuishi. Lakini Debora hakutikisika. Alimgeukia Baraka na kusema kwa sauti isiyotetereka, Nenda. Hii ndiyo siku ambayo Bwana amemtia Sisera mikononi mwako. Je, Bwana hakutangulia mbele yako? Waamuzi mlango wa nne mstari wa kumi na nne. Baraka alichukua hatua moja mbele, kisha nyingine. Mashujaa wake wakamfuata, mioyo yao ikidunda kwa nguvu. Kisha wakashambulia. Magari ya Sisera yakavuma katika uwanja wa vita, yakichimba ardhi kwa nguvu. Farasi walipiga mayowe, magurudumu yalichimba mifereji mikubwa adhini walipokimbia mbele. Watu wa Baraka walijiandaa kwa mapambano. Lakini kisha jambo la ajabu likatokea. Upepo mkali ukainuka, anga lililokuwa wazi likajaa mawingu meusi. Kisha radi ikapiga, umeme ukapasua anga ukigawanya giza. Kisha mvua ikaanza kunyesha, hesi manyunyu, si mvua ya kawaida, bali mafuriko, dhoruba kubwa iliyotoka moja kwa moja kutoka kiti cha enzi cha mbinguni. Waamuzi mlango wa tano mstari wa ishirini hadi ishirini na moja. Magari ya chuma ambayo yalikuwa silaha kuu ya Sisera yakawaangusha, magurudumu yakakwama, farasi wakapaniki. Jeshi kubwa lililokuwa likikandamiza mataifa sasa likawa halina msaada, likihangaika kwenye tope. Watu wa Sisera wakiwa wamechanganyikiwa na wameshikwa, walijaribu kukimbia, lakini Baraka na mashujaa wake waliona nafasi yao, wakavamia mbele, panga zikagongana, vilio vikajaa hewani. Jeshi la Kanaani ambalo awali lilikuwa na ujasiri sasa likawa na hofu, likianguka mmoja baada ya mwingine. Jeshi kubwa la Sisera halikuwepo tena. Lakini jemadari aliyekuwa akiogopesha mioyo ya Waisraeli alikuwa wapi? Alikuwa ametoweka. Alikuwa amewaacha askari wake, alikimbia kwa miguu akitoweka gizani. Waamuzi mlango wa nne, mstari wa kumi na tano. Pumzi ya Sisera ilikuwa ya haraka na nzito. Jemadari mwenye kiburi wa Kanaani, mtu aliyewahi kuogopesha Israeli, sasa alikuwa akikimbia kwa ajili ya maisha yake. Gari lake, jeshi lake, nguvu zake, vyote vilikuwa vimetoweka. Uwanja wa vita nyuma yake ulikuwa umejaa mashujaa waliouawa, lakini hakuwa na muda wa kuomboleza. Kama Baraka angemkuta, ingekuwa mwisho wake. Alikimbia kupitia mashamba na vilima kwenye njia za miamba. Silaha zake zilimlememea, nguvu zikimwishia. Kisha, mbali kidogo aliona tumaini. Hema moja lilisimama peke yake kwenye tambarare tulivu. Lilikuwa la Yaeli, mke wa Heberi Mkeni. Wakeni walikuwa hawajachukua upande wowote, hawakuwa na ugomvi na mfalme Yabini. Hakika hapa palikuwa salama. Moyo wake ulidunda. Akasogea kwa shida huku akisema kwa sauti iliyokauka maji, inahitaji maji. Yaeli alitoka nje, macho yake yakamtazama kwa makini. Alimjua, alijua yote aliyowafanyia Waisraeli, lakini alitabasamu. E, karibu bwana wangu, akasema kwa sauti ya upole, usiogope Waamuzi nne mstari wa kumi na nane Yaeli akatoka kwenda kumlaki Sisera akamwambia, njo bwana wangu, ingia kwangu, usiogope. Hivyo akaingia nyumbani mwake, akamfunika kwa blanketi. Sisera akapumua kwa ahueni, alikuwa amepona. Ei, au ndivyo alivyodhani? Yaeli alimwangalia kwa makini. Shujaa mkubwa, tishio kwa Israeli, sasa alikuwa mnyonge mbele yake lakini hakujua Yaeli hakuwa rafiki yake wa kweli. Waamuzi nne mstari wa 19. Esisera akamwambia tafadhali nipe maji ya kunywa, nina kiu. Badala ya maji, Yaeli alimletea maziwa moto mazito. Macho yake yakaanza kulegea, maziwa yalimtuliza yakamlaza usingizi mzito. Yaeli akasogea kimya kimya, mkono mmoja ukachukua nyundo, mwingine ukashika msumari mrefu wa hema moyo wake ukidunda akausogeza msumari karibu na paji la uso wa Sisera. Pigo moja, mbili, tatu. Sisera akakurupuka kidogo, kisha akatulia. Mtu aliyewatesa Waisraeli kwa miaka 20 alikuwa amekufa. Waamuzi nne mstari wa ishirini na moja ei, ndipo Yaeli mkewe Heberi akachukua msumari wa hema na nyundo, akamsogelea kwa kimya, alipokuwa amelala usingizi mzito, kwa sababu ya kuchoka akampigilia msumari huo kwenye paji la uso mpaka ukaingia ardhini, naye akafa. Yaeli akatoka nje, sauti yake ikiwa tulivu, injoni akasema e, nitawaonyesha mtu mliyekuwa mnamtafuta. Waamuzi 42 mstari wa mbili Ibaraka alipofika akamwona Sisera amelala pale amekufa, akiwa na msumari wa hema kichwani mwake, kama Debora alivyotabiri. Ushindi ulikuwa umefika, lakini haukupatikana kwa mikono ya askari bali kwa mikono ya mwanamke. Kila mtu akasema, Sisera amewawa! Ei, mwisho wa wakanani umewadia. Sauti nyingine ikapaza, hofu iliyowatisha Waisraeli kwa miaka 20 ilivunjwa. Waamuzi nne mstari wa 23 hadi 24. Ei, siku hiyo Mungu alimtweza mfalme ya bini wa kanaani mbele ya Waisraeli nao waisraeli waliendelea kumshambulia hadi wakamwangamiza. Waisraeli wakakusanyika kusherehekea. Hawakusifu nguvu zao, hawakujivuna kwa silaha, waliinua sauti zao kwa Bwana. Waamuzi tano mstari wa mbili, hii: viongozi waliposimama Israeli, watu walipojitolea kwa hiari, msifuni Bwana. Debora akasogea mbele, sauti yake ikiwa imara. E, imbeni kwa Bwana, kwa maana ametenda ushindi mkuu. Waamuzi tano mstari wa tatu, Wasikilizeni, enyi wafalme, enyi wakuu nisikilizeni, nitamwimbia Bwana, nitamwimbia Bwana Mungu wa Israeli. Watu wakafurahi, wakijua ushindi ulikuwa mkononi mwa Mungu. Waamuzi tano mstari wa thelathini na moja, E, hivyo na waangamie maadui wako wote, e, eh Bwana. Lakini wale wakupendao na wawe kama jua linavyong'aa kwa nguvu zake. Ndipo nchi ikawa na amani kwa miaka arobaini. Waisraeli walikusanyika tena, si kwa ajili ya vita, bali kwa kusifu. Waamuzi tano mstari wa moja hadi mbili. Siku hiyo Debora na Baraka mwana wa Abinoamu waliimba wimbo huu: viongozi waliposimama Israeli, watu walipojitolea kwa hiari, msifuni Bwana. Waamuzi tano mstari wa nne hadi tano a hey, hey, Bwana ulipotoka Seiri, ulipokwenda kutoka nchi ya Edomu, dunia ilitetemeka, mbingu zikamimina mvua, mawingu yakamwaga maji, milima ikatetemeka mbele za Bwana yule wa Sinai, mbele za Bwana Mungu wa Israeli. Dhoruba iliyobadilisha mwelekeo wa vita haikuwa ajali, mbingu zenyewe zilipigana kwa ajili ya Israeli. Waamuzi tano mstari wa kumi na sita i, kwa nini ulikaa kwenye mazizi kusikiliza mluzi wa wachungaji? Wengine walijibu wito, wengine wakabaki nyuma, lakini mpango wa mungu hauwezi kuzuilika. Waamuzi tano mbili mstari wa nne hadi ishirini na sita e, abarikiwe sana kuliko wanawake wote ni Yaeli mke wa Heberi Mkeni, abarikiwe kuliko wanawake wote waishiyo hemani. Aliomba maji, akampa maziwa katika bakuli la kifalme alimletea maziwa yaliyoganda. Mkono wake ukashika msumari wa hema, mkono wa kuume ukachukua nyundo ya mfanyakazi. Akampiga Sisera, akauvunja kichwa chake, akampasua na kuuchoma paji la uso. Waamuzi tano mstari wa ishirini na nane hadi thelathini ikupitia dirishani alitazama mama ya Sisera, akalia kwa sauti, kwa nini gari lake limechelewa kurudi? Kwa nini kelele za magurudumu yake zimechelewa? Lakini mwanawe hatorudi. Nguvu zake zilishindwa, lakini haki ya Mungu ilitawala. Waamuzi tano mstari wa thelathini na moja. E, hivyo na waangamie maadui wako wote, e hey, Bwana, lakini wale wa kupendao na wawe kama jua linavyong'aa kwa nguvu zake. Ndipo nchi ikawa na amani kwa miaka arobaini. Debora alikuwa zaidi ya hakimu. Alikuwa nabii na mwanamke wa imani. Hakuwahi kushika upanga lakini aliongoza taifa. Hakupigana vitani lakini aliongoza ushindi. Hadithi yake inatufundisha kuwa Mungu huchagua wale wanaomtumainia. Baraka alisita lakini Debora hakusita. Alimwamini Mungu hata wakati hali ilikuwa ngumu. Waibrania kumi na moja mstari wa thelathini na mbili hadi thelathini na nne. Hii na ni nini tena nitakachosema? Maana sina muda wa kutaja habari za Gideoni, Baraka, Samsoni, Yeftha, Daudi, Samueli na manabii, waliopitia imani walishinda falme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba. Uongozi wake ulitia moyo imani ya taifa. Kupitia kwake, Israeli walikumbuka kuwa wao ni watu wa Bwana. Debora hakutafuta madaraka, hakujitolea kuongoza. Alimsikia Mungu alipoongea na akati, na kwa sababu ya utii wake kizazi kizima kiliokolewa. Yakobo 1 mstari wa 22 imsisikie tu neno na kujidanganya wenyewe, bali litendeni kazi. Hadithi yake inatufundisha kuwa uongozi wa kweli hauhusiani na nafasi, bali ni kumtii Mungu kwa imani. Kwa sababu ya Debora Israeli walivunjwa minyororo ya dhuluma. Kwa sababu yake watu walimrudia Mungu. Kwa sababu yake nchi ikawa na amani kwa miaka arobaini. Midhali thelathini na moja mstari wa ishirini na tano amevikwa nguvu na heshima, naye anacheka siku za baadaye. Hadithi ya Debora, Baraka na Yaeli si simulizi tu ya kihistoria, bali ni ujumbe wa wakati wote kuhusu imani, utii na mpango wa Mungu usio na mipaka. Kutoka kwenye simulizi hili tunapata mafunzo muhimu kwa kanisa la leo. Kwanza, Mungu hutumia walioko tayari, si wenye nguvu tu. Debora hakuwa askari, lakini aliongoza taifa. Yaeli hakuwa mwanajeshi, lakini Mungu alimpa ushindi dhidi ya adui wa Israeli. Hili linatufundisha kuwa Mungu hachagui kwa sababu ya cheo au nguvu za mwili, bali moyo ulio tayari kumtii. Je, uko tayari kutumiwa na Mungu? Pili, uongozi wa kweli huanzia kwa utii. Debora hakujipeleka mbele kwa nguvu zake, bali alitii sauti ya Mungu. Hili linaonyesha kuwa uongozi wa kiroho si kuhusu umaarufu, bali ni kuhusu kusikiliza na kutii. Tatu, ushindi hupatikana kwa imani, si kwa hofu. Baraka alisita, lakini Debora aliamini. Yaeli alichukua hatua kwa ujasiri. Hii inatufundisha kwamba Mungu anawaita waumini wake kutoka kwenye hofu hadi imani, kutoka kusitasita hadi kutenda kwa ujasiri. Nne, wanawake ni muhimu katika ufalme wa Mungu. Debora aliongoza, Yaeli akampiga adui, taifa likapata ushindi. Kanisa la leo lazima litambue, liheshimu na kuwapa nafasi wanawake katika huduma ya Mungu. Tano, Mungu hutimiza ahadi zake. Kile ambacho Mungu alisema kupitia Debora alikitimiza kikamilifu. Neno la Mungu halishindwi. Tunahitaji kumwamini Mungu hata pale tunapohisi hali haziendi kama tulivyotarajia. Sita, amani hufuata utii. Kupitia utii wa Debora, nchi ilipata amani kwa miaka arobaini. Watu wengi leo wanatafuta amani, lakini amani ya kweli huja tunapotembea katika mapenzi ya Mungu. Ujumbe kwa kanisa la leo. Kanisa la leo linaitwa kuinuka kwa imani kama Debora. Linaitwa kutenda kwa ujasiri kama Yaeli. Linaitwa kuamini si kungoja kwa woga. Mungu bado anatumia watu wa kawaida kufanya mambo ya kipekee. Kwa hiyo haijalishi nafasi yako ni ipi, iwe unaongoza, unahudumu, unalea watoto, unaeneza Injili au unamtafuta Mungu, fahamu hili Mungu ana kusudi na maisha yako. Anachohitaji ni imani yako, ndiyo yako na utii wako. Yakobo mistari wa ishirini na mbili inatukumbusha, ee, msisikie tu neno na kujidanganya nafsi zenu, bali litekelezeni. Tuwe pamoja zaidi. Kama umebarikiwa na ujumbe huu, bonyeza laiki kwenye video, andika maoni yako hapo chini, ni nini kilikugusa zaidi? Najisajili kwenye chaneli yetu kwa simulizi zaidi za Biblia na mafundisho ya kiroho. Asante kwa kutazama. Shalom na Mungu akubariki.